Hii nayo naisema life, naisema pali peupe, kila mtu aipate. Kwa sababu gani? Nyinyi si kwamba ti mademu zenu wanawachiti, hapana, tabia zenu ndo zinafanisha wanawake wanachukuliwa. Kwa sababu gani? We huwezi kwenda mahali starehe na mwanamke wako na rafiki zako amekuja na mademu zao, lakini nakula starehe, wakati wa kulipa bili marafiki zako ndo wanalipa. We una mchango wote kwenye hiyo starehe iliyofanyika hapo. Mm? Huna mchango watu wa shilingi 10 hapo. Marafiki zako ndio wananunua kila ukienda kwa starehe, kila ukienda nao wewe unataraja nini kitatokea hapo? Kinachotokea hapo ni huyo mtu wako atachukuliwa. Maanake wewe ni mtu ovyo. Wewe walishwa wewe na huyo mtu wako bili mwalipiwa. Wewe niambie umeenda starehe zaidi ya tatu. Una mchango wote kwenye hiyo bili imekuja. Unataraja nini? Hmm? Ni wenzako ndio wanalipa tu. Rafiki yangu, mnasababisha wanawake wenu wanachukuliwa kwa sababu hiyo. Ukijijua uwezo wako ni mdogo, uko chini, wacha starehe, wacha kwenda kwa starehe na mtu wako.